Waumini wa Kiislamu nchini Tanzania wanasherekea Idi siku ya Jumatatu ambapo Watanzania wameswali sala ya Idi wakiungana na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na Rais Mstaafu Jakaya Kikwete. Katika ibada hiyo Tanzania wametakiwa kuendeleza mazuri waliofanya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kutokufanya hivyo watakuwa miongoni mwa waliopata hasara kiimani katika Mwenyezi Mungu kama na kumtaya na kumtukuza. Katika hatua nyingine, Waislamu wameonyesha furaha yao baada ya kumaliza mfungo wa Ramadhan na kuiambia DW namna na ambavyo sikukuu ya Eid wanaitumia kuonyesha upendo kwa ndugu, familia, rafiki na hata majirani ili kuchuma mema, kama sehemu ya maandiko ya vitabu yanavyowataka. Siku ya leo ni siku ya furaha, leo watu wafurahi, na baada ya kufuraha waangalie ile miongozo, kama vile wanasema kwamba siku ya leo sio wa kufanya madhambi. Mwezi wa Ramadhani nimejifunza mambo mengi, upendo, hekima na ustaarabu. Ah, kwanza leo ni siku ya furaha kama Mwenyezi Mungu alivyosema baada ya kumaliza Ramadhani kinachofuata ni kufurahika, na ni kufurahika ni vipi? Unasherekea kwa kula na kunywa vile vya halali na kutenda yaliyo mema, wewe na jamii inayokuzunguka kwa pamoja. Ndio maana tumekuja msikitini, niko na kijana wangu hapa, tumependeza mashallah, ili kuja kufurahika na wasalamu wengine. Sala ya idi Tanzania hufuatana na baraza la idi ambalo mgeni rasmi leo anatarajiwa kuwa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuhutubia wa Tanzania mchana wa leo. Baraza hilo kusanya waumini mbalimbali, wanasiasa, pamoja na watu mashuhuri kwa ajili ya kulihutubia taifa wakati huu Tanzania akienelekea uchaguzi mkuu mwishoni mwa mwaka.